Habari, baba. Wewe salama, hujambo shabiki? Jambo, shikamoo. Marahaba. Shabiki wa timu gani? Mimi Dar es Salaam Yanga Africa. Kwanza tuzungumzie mchezo wa kombe la shirikisho, hatua ya robo finali Almasri dhidi ya Simba. Wewe kwa upande wako ni shabiki wa Yanga. Ulionaje kiwango cha Simba? Ah, kiwango cha Simba sio kwamba wachezaji wabaya. Kocha hana mbinu mbadala. Kocha amefeli. Kocha wa Simba wa Simba anatakiwa abadilike kama wanataka mafanikio Inabidi mechi ya marudiano kocha abadilike, asiende kwa sura na majina ya wachezaji. Simba wana wachezaji ndio, lakini mimi Simba hii wao wanasema, wanamsema, wao wanasema wanajenga timu. Sasa sasa hivi wanalalamika, wanasema oh, tutashinda, tutafanyaje? Lile neno la kujenga timu alipo leo, kila siku wanasema wanajenga timu, wakiharibikiwa wanajenga timu. Sasa leo wanajenga na kocha wao wanasema hivyo hivyo, tunajenga timu. Hao wameshindwa yale mashindano yana levo, na ndio maana amewekwa. Kuna hatua ya awali kuna makundi kuna robo kuna nusu mpaka fainali. Sasa mkishafika kwenye robo pale ndio wanaume utawaona, o kimfunga huyu kina mabululu wale. Ukiwafunga huku mwanzoni, hivyo vitu vya kawaida, hata Yanga alitembea huko, lakini ukija kwenye nani kwenye robo nani? kwenye robo ni kitu kingine. Elimasri wale ni wa Misri, yaani ukikutana nale kama kutana na hali umekutana, sio na nani, Zamalek wale ndio walivyo. Sasa ile timu nasikia kule Misri ni timu ya sita nafikiri, sijui ya sita ya nne. Angalia walivyo wapelekesha, goli mbili. Wamepiga mashuti Simba kama kumi na saba, hawajapata hata goli. wao wamepiga manne, wamepata goli mbili. Uwezo tofauti, tusibishane. Kocha wa Simba ana njia mbadala wachezaji anao lakini anashindwa ameshindwa kuwatumia ipasavyo. Yote hiyo ni kwa sababu ya hesabu ya Lionel Ateba ambaye alionekana alichoka. Ateba mimi siwezi kumhesabu kama mchezaji mkubwa sana. Ateba ni mchezaji wa kawaida. Huko alikotoka amefeli, wao wamemchukua. Na magoli yake mengi, asilimia ya kubwa ni ya penati. Ateba ana magoli mangapi kabisa ya mguuni? Kwake ni penati tu, ndio ana uwezo wa kupiga penati. Mimi simuoni Ateba. Mimi namuona Mkwala ni mchezaji mzuri kuliko yule Ateba. Sema wao wanakwenda tu kwa miemko, na tuna wamefungwa, na mimi siamini kwamba mechi ya marudiano wanaweza kupata ushindi. Kwa sababu Mwalabu anakuja hapa kulinda. Hawezi kukubali. Mwalabu anajua kucheza hizo mechi. Ah, Simba wameisha. Ah, wameisha. Hii biashara imeisha kabisa. Imeisha. Kuishi na finito. Waitaliano wanasema finito. Imeisha hiyo, hakuna kitu. Hamna kitu pale. Asikwambie mtu. Wanajipa moyo tu kocha akirekebisha. Sasa akirekebisha anafanya nini? Hizo sabu za kuweka wachezaji wengine wa kuwatoa wengine ambao wamecheza mwanzoni. Watapata draw. Watapata draw. Akirekebisha watapata draw. Shida iko wapi? Ah, hamna tena, biashara imeisha. Unapigwa ugenini saa mbili alafu uje hapa ndio useme hapa kwa Mkapa atoki mtu, zile slogan za kijinga, kama anavyosema mmoja hapa anasema, oh tutatumia mbinu za ushirikina wale tutakuwa tutawamaliza, ndio hicho wanachotegemea, lakini kimpira hamna pale, hamna kitu. Ukiangalia mechi yenu ya jana Tabora United dhidi ya Yanga Africans, mmelipa kisasi, mlikuwa na hamu sana, baada ya maneno mengi sana katika mitandao ya kijamii. Unajua ile mechi ya Tabora na Yanga, yani wale Tabora wenyewe wameikuza, yani kama hivi leo Yanga akacheza na Ken Godi na Mbeya City. Alafu wameikuza na wameikuza kwa, kwa sababu Tabora walivyokuja, wakati ile Yanga tuna mifarakano kidogo wakatufunga zile goli tatu, kwa hiyo wao waliikuza, yani kuikuza, kuitengeneza. Na kwa kifupi Tabora wameingiza hela jana, kwa sababu ile mechi wameipromoti vizuri sana lakini, huwezi ukafanisha mzani wa Tabora na Yanga, hakuna hakuna kabisa. Hebu angalia jana Yanga. Chama hayupo, msonda hayupo, aucho hayupo, aziziki hayupo, ile timu imecheza vile, imecheza vile, zile goli zilikuwa tano zi, angalia mshutu wa azizi nani mzize, goli zilikuwa tano, lakini ndio hivyo tena, wamepigwa tatu. Sasa mimi nasema Tabora hata siku moja kwanza sio mtani wetu wala hatuwezi kulia. We mtu mzima katukibia taifa pale, kasikizia mabouncer. Wewe ukibia kucheza mechi kwa sababu ya mabouncer? Mtu mzima kachugulia kaona, nani shemaloni hayupo, kamala hayupo, si nani hayupo, kapombe anachechemea, wakajua pale wanakula wiki, kakibia mtu mzima kakibia, afu itakua Tabora bwana. Kanuni amjaruhusu wafanye kanuni, hawapi kanuni. Nasemaje, ukizuiwa na uwanjani wewe, mechi inaenda, kacheze, wale watapata hukumu yao. Wao wamekibiria kule mapema usiku, wameandika barua kwa kwailisha mechi. Mtu mzima kakimbia, we unafikiri kitu kidogo? Asante sana.